Ulimwengu na waumini wa kanisa Katoliki kwa ujumla wameendelea kuomboleza kifo cha kiongozi mkuu wa kanisa hilo duniani, Papa Francis aliyefariki siku ya Jumatatu. Makao makuu ya Vatican yametangaza kwamba atazikwa Jumamosi katika kanisa la Mtakatifu Maria Mkuu mjini Roma. <tipas> <tipas> Makadinali wa kanisa hilo pamoja na mambo mengine wamekutana Vatican kuweka mipango inayostahili kufuatwa kwa taratibu za kikanisa Katoliki. Taarifa zilizotangazwa na Vatican zinasema kwamba utaratibu wa umma kuanza kutazama mwili wa Papa Francis utaanza rasmi kesho Jumatano katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Papa. Mchana wa leo, picha ya mwili wa Papa ilionyeshwa akiwa amelazwa katika jeneza huku akiwa ameveshwa mavazi maalum mekundu na kofia maalum na kushikishwa rosali. Wakati hayo yakijiri, viongozi mbalimbali mbali wa kidunia, Wakristo na waumini wa kanisa Katoliki wameendelea kuomboleza kifo hicho katika maeneo mbalimbali. Katika hatua nyingine, baadhi ya viongozi wamethibitisha kuhudhuria mazishi ya kiongozi huyo ambao pia ni rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Ukraine Volodimir Zelenski. Hapa nchini, katika ubalozi wa Vatican uliopo Dar es Salaam, Askofu Mkuu Angelo Akatino, balozi wa Vatican, amezungumza na Azam News. Which has to take place uh, between 15 and 20 days. Inachukua muda wa siku kumi na tano mpaka ishirini baada ya kifo cha papa na hivyo inaweza kufikia tarehe nne mpaka sita ya mwezi Mei mwaka huu. Kama mnavyojua, jambo hili ni kubwa na nyeti, na ndio sababu mchakato wake ni mrefu. Makadinali wote duniani ambao wana umri usiozidi miaka 80 wana haki ya kupiga kura, na kwa wakati huu kila mmoja ameshaanza safari ya kuelekea Vatican kwa ajili ya mchakato wa kupiga kura. Na kura ni ya siri, na watakuwa na uchaguzi utakaofanyika takriban mara tatu kwa siku mpaka apatikane papa. Baada ya hapo mkuu wa makadinali ambaye anashikilia majukumu hayo kwa muda huu, wakati hakuna papa, atamuuliza aliyechaguliwa kama papa kama amekubali, na ataulizwa jina atakalochagua kulitumia kama papa. Hilo ndilo litakuwa jina lake rasmi. Kwa hapa Tanzania tuna kadinali mmoja atakayepiga kura ambaye ni Protas Rugambwa wa Tabora na wengine kumi na sita kwa nchi za Afrika na kati ya 125 watakaopiga kura. Na kama mnavyojua, Tanzania tuna kardinali wawili, Rugambwa na Polika Pengo wa hapa Dar es Salaam. Lakini yeye ametimiza miaka 80 mwaka jana, hivyo yupo huru kushiriki mchakato wa mazishi, lakini sababu amevuka miaka 80 hatoingia kwenye mchakato wa uchaguzi not, Uh, huko Tabora askofu mkuu wa jimbo kuu katoliki mwadhama protest Kardinali Rwagamba amewataka waumini kuwaombea pia makardinali ambao wanakwenda kukutana Roma kwa ajili ya mazishi ya Papa Francisco na baadaye mchakato wa uchaguzi. Kwa namna pekee tuwaombee hawa ambao sasa wanakwenda, makardinali wote walimwengu, kadiri ya taratibu zilivyopangwa ambaye hata kuwa na kizuizi chochote na ambaye anapaswa kuwepo pale Roma, tabidi afike kuanzia leo, wanapaswa wepo hapo kwa ajili ya kuanza hivyo vikao mbalimbali, kwanza kwa ajili ya maandalizi ya mazishi ya baba mtakatifu Francisco, alafu baada kwa ajili ya kujiandaa kwenye uchaguzi wa papa mpya. Na huko Mwanza, askofu mkuu wa jimbo hilo Mhashamu Renatus Nkwande amesema licha ya papa Francis, kuwatia moyo vijana kuwa maisha ni safari, amewataka kutokata tamaa, watu wasikate tamaa kwamba huko katika maisha ambayo pengine mtu mwingine anaweza akakuona ni maisha ya chini mno, hapana. E, ni kurizika, lakini na kujibidisha ili hatimaye utoke hapo ulipo huende katika hatua nyingine pia ya maisha. Sasa waumini wa Kikristo na wasio wa Kikristo wamekuwa wakifurika katika makanisa mbalimbali kuhudhuria misa ya kumwombea kiongozi huyo wa kanisa Katoliki. Sheila Mkumba, Azam News. Sasa wabaruani, pamoja kwamba hivi sasa shughuli zote hizi za maziko mpaka tutakapopatikana eh, papa mpya zipo chini ya Kabilengo. Uh, kiongozi ambaye anasimamia shughuli nzima. Tuangazie sasa namna ambavyo mchakato utaendeshwa. Kimsingi makadinali, kwa mujibu wa takwimu ambazo zipo mpaka hivi sasa, wako kama mia mbili hivi hamsini na wawili, lakini watakaopiga kura watakuwa ni wachache na si kwa idadi ya mia mbili hamsini na wawili ni kama mia moja thelathini na watano Sasa hao uh, makadinali ambao ni waandamizi wasiozidi umri wa miaka 80 toka upigwa kura. Kazi yao kubwa iliyopo mbele ni kwamba mgombea lazima atapata theluthi mbili ya kura zenyewe kwa maana ya ile idadi ya 135 kwa theluthi mbili, ndio ambapo itakuwa imepitisha papa mpya. Lakini litakalofuata ni kwamba makadinali chini ya umri wa miaka 80 hao watakuwa na kula kiapo, na hii ni baada ya zile siku 15 mpaka 20, ndio mchakato huu hasa utakapokwenda kuanza. Na baada ya kura ya siri Karatasi huwa zinachoma uta, uta, utakumbuka kwamba hapa tukio ndio linasubiriwa kuangalia moshi gani unatoka, <laughs> ndani ya hizo sikuta, ama mweusi ama mweupe. Kama ukitoka mweusi basi hajapatikana, na kama ukitoka mweupe basi ni wazi kwamba amepatikana. Sasa nini kinafuata hapo, kwamba mshindi akipatikana taulizwa na kujibu kama ambavyo eh, E, balozi wa Vatikani alivyokuwa akieleza kwenye taarifa yetu. Kwa hiyo ataulizwa na kujibu, atatumia neno hili la accepto, kwamba kukiri, nipo tayari kutumikia, na baada ya hapo sasa papa mpya atatangazwa duniani e, kwa maneno ya Habemus, e, pam, papa maanake tunaye papa kwa Kiswahili, lakini vile vile papa mpya atatoa baraka kwa waumini kwa mara ya kwanza na utakumbuka hapa ndipo ambapo hasa panatumiwagwa eh, kwenye dirisha hilo eh, tunaita balcony kwa Kiingereza, kwa Kiswahili ni veranda tu la jengo lile pale Vatican. Kwa hivyo ndivyo mambo ambavyo yatakuwa katika hizi siku eh, tano hizi za hawa makadinali waandamizi watakapokwenda kukaa na kufanya huo mkutano wa siri, lakini wacha tupate yale ambayo yanaendelea hivi sasa Vatican na tunaye naona kidogo amekimbia lakini ninaungana naye hivi sasa akiwa Vatican eh, City, ambaye ni padri. Tutazungumza naye hapa, tuangalie mambo yanavyokwenda. Padri Titus eh, Ngapemba, karibu sana kwa wakati huu, natuambia kile ambacho kinaendelea hapo Vatican kwa muda huu ni nini hasa? Asante sana ndugu mtangazaji. E, Vatican, kinachoendelea kama nilivyoongea jana, basi watu wanazidi kuendelea kusali katika makanisa mbalimbali hapa katika mji huu wa Roma, ambapo kimsingi papa yeye ni askofu mkuu wa Roma, kwa hiyo ni askofu wa jimbo la Roma. Kwa hiyo hapa Roma kwenye makanisa yake, kama vile tuseme labda jimbo la huku Tanzania jimbo fulani. Manake, papa ni, jimbo, ni vile vile ni askofu wa mahali pale. Kwayo, kwa hiyo tunaendelea na sala katika makanisa mbalimbali, watu wanasali kwa ajili ya kufanya maombolezo kumwombea. Lakini wakati huo pia watu wanazidi kusali kuomba apatikane e, kiongozi mwingine e, atakayechukua kiti cha Petro, ambayo ni, ni mwakilishi wa Kristo e, basi aweze kuwa mtu mwema, mtu mm. mwenye mangamuzi makubwa zaidi kusudi aweze kuilinda imani vizuri. Mm na hapa Vatican wamepata wa nafasi pia ya kutoa heshima zao za mwisho, na nimeona asilimia kubwa kama ya watu mchanganyiko, lakini naona kama wafanyakazi wa hapa Vatican e, wamepata fursa ya kuweza kumwaga kwenye kikanisa kidogo cha hapa ndani ana kesho saa tatu asubuhi mm. e, kadiri ya ratiba, kama itabadilika, lakini hasa kama itabadilika, tatu asubuhi watatoa mwili, utakuwa kwenye kanisa la Mtakatifu Petro hapa. Kwa hiyo watu wengine sasa watakupata nafasi kwa urahisi zaidi kuweza kutoa salamu zao za mwisho, heshima zao za mwisho, kusala mm. kumwombea mm. na iko kwa... Kwa jumla mm. sasa Padri, uh, kwa hivi sasa tuna taarifa tuna, tuna kwamba viongozi mbalimbali duniani watashiriki pamoja katika mm. maziko. Donald Trump Rais wa Marekani amethibitisha, Volodymyr Zelensky na wengineo. Kuna ambao tayari wameshaanza kuwasili, ama kuna dalili ambazo zinaonyesha, uh, ratiba inaonyesha watawasili kuanzia lini? E, kuna ratiba iliyotoka ni ratiba ya jumla, na wameeleza baadhi ya viongozi wachache kama nilivyotumia, ambao wameanza kuwasilia pia ratiba kutoka Vatican. Kuna viongozi watatu wameshadhibitisha wachache. Lakini sasa hatujui. Sasa ofisi ya protocol ndio ina kazi ya watu wa protocol wana inafanya kazi kuhakikisha kwamba wangapi wanakuja, labda kutoka mfano Tanzania viongozi mm. kutoka sehemu mbalimbali wanakuja. Mm. Ofisi ya protocol baadaye itatoa labda listi nzima ya viongozi na um, kwa sababu viongozi wengi pia wanakuja basi, hapa pilikapilika ni nyingi, licha ya maombezi na nini, kwa sababu mm, viongozi wengi watakuja, watu mashuhuri kwa hiyo ulinzi pia utakuwa <coughs> ni wa kutosha mm. Eh, utaongezewa nguvu mm. zaidi, kwa sababu unajua katika historia pia inaonyesha katika matukio kama hivi, kuna wakati mwingine inatokea garapsha za hapa na pale mm, kama unakumbuka miaka ya nyuma alitokea kama kardinali mmoja kama fake hivi mm, unakumbuka? Eh, kwa hiyo mm. wako makini sana watu protocol, watu ambao wanafanya kuhakikisha kwamba watu watakaokuja wa aina gani kutoka nchi gani na nini. Mm. Kwa kwa hiyo kuna shughuli nyingi. Kwa hiyo katika kipindi hiki Padri, shughuli za kikazi kuhakikisha kwamba tukio linaenda vizuri. Sawa, katika kipindi hiki, mm. So, katika kipindi hiki eh, kabla ya tukio lenyewe la Jumamosi eh, wananchi wa kawaida kunakuwa na udhibiti wa namna gani? Okay, wa namna wanavyoingia, kama hiyo tahadhari unayoisema wananchi wa kawaida wanazungumza tofauti tofauti. E, sasa hivi kuna TV nyingi ziko hapa zina live, kuna obivan zao. Kwa hiyo sijapata nafasi ya kusikiliza kila e, TV inasemaje lakini mm. wengine wanaomboleza tu kumwombea Mungu apumzike kwa amani, wengine wana hofia atakayekuja na nani? hmm. Wanaangalia na ulimwengu wa sasa jinsi ulivyo na vurugu na nini, yeah. Basi kila mmoja ana mazake, lakini kilicho kubwa Wakristo na hata wasio Wakristo ni masikitiko, lakini baadhi wengine wanaangalia nani, papa, yes, so, so, anatoka wapi? Mm, jana wakati tunazungumza ulitaja idadi na kidogo eh, kwetu huku inakuwa inaleta tafsiri tofauti. to ulitaja eh, ujumla wa makadinali eh, ku, kwa mujibu wa takwimu kwamba wapo kama mia mbili hamsini na wawili hivi, lakini wataka upiga kura ni kama mia moja thelathini na watano tuthibitishie kwamba ni idadi hi, hi ama ina ina, eh, utofauti ndio, jana nilitaja idadi kadiri ya m, kwenye m, dokumenti ya Vatican ambayo inaonyesha idadi ya makardinali wote, na sasa ile ni jumla tuna wao walitoa hivi sasa. TV mbalimbali mbali pia zilieleza hivyo, na mimi nimechukua hizi dokumenti huko data huko kuweza kueleza idadi ya makardinali na watakaoshiriki na umri sawasawa, lakini sasa kuna wengine labda unajua kuanzia walipo baada ya kifo mpaka atakapo kuelekea mazishi eh, wamesema umri. Sasa mwingine labda tarehe yake ya birthday yake inaweza kuja labda siku hii ya tukio hawezi mm. kuingia mm, kwa hiyo mimi siwezi kujua. Kwa hiyo Vatikani wanajua kiuhakika kabisa nani ataingia, na wako strict, wako wanafanya kazi zao sawa sawa, kwa sababu tunasema labda umri huu, labda mtu birthday yake labda imepita ilikuwa juzi hata kuwepo. Kwa hiyo wao watoa idadi kamili baadaye no.